Usisahau kusubscribe kucomment kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media. Kwa majina naitwa Ibrahim Ali Msanda, ni mwenyekiti wa mtaa wa Mpanda Hoteli. Uh, mida ya saa sita kasoro nilipewa taarifa kutoka kwa mjumbe wangu, alinipigia simu mm. Ananiambia mwenyekiti, kuna tukio limetokea kwenye mtaa huko chini wa machinjioni, kuna mtu ameonekana anaelea ndani ya maji mtu ambaye hakutambulika kwa wakati huo. Sasa ilionekana ni maiti ambayo imetoka imesafiri kwa maji uh, kutoka sehemu ambayo hatujajua imetokea sehemu gani. Ila nilipofika maeneo ya machinjioni kakwama, na baada ya mjumbe kunipa taarifa, basi niliweza kufika moja kwa moja kwenye tukio. Uh, na wakati nafika kwenye tukio tayari nilikuwa nimeshawasiliana na watu wa zimamoto uh, na uokoaji na wenyewe uh, kwa bahati nzuri wakawa wamefika kwa wakati na tukio la kuanza kumwokoa uh, au kumtoa kwenye maji uh, marehemu ambaye hajatambulika nikaanza kufanyika, lakini inaonekana ameharibika, amekaa kwenye maji muda mrefu, kwa hiyo hatujiweza kumtambua kwa sababu kuanzia mwili wote pamoja na sura imeharibika na hajatambulika, hajatambulika hasa ni nani katika. Ila kwa umri anakadiriwa kuanzia miaka 45 mpaka 50 na jinsia yake ni jinsia ya kiume. Kote tayari umeshambeba uh, watu wa zimamoto na uokoaji baada ya muda tutaenda kujua namna ya kufanya kama atashindwa kutambulika na hakuna tukio lolote au taarifa yoyote ya ndugu au jamaa kuweza kufahamu kwamba pengine anatakuwa ni yeye basi tutashirikiana na jeshi la zimamoto kwa ajili ya kuweza kustiri mwingi. Kwa majina anaitwa Hidaya Mwishema Koroboi ni balozi ishirini namba kumi na moja kata ya Mpanda Hoteli. Nimeshuhudia pale wametoa mwili wa marehemu, akiwepo mwenyekiti wa mtaa alikuwepo mjumba wa serikali alikuwepo na mimi mwenyewe balozi nilikuwepo. Kwa kweli huyo mtu yaani hatambuliki kabisa. Majina anaitwa Edes Roman Minango, ni mkazi wa Mpanda Hoteli, kwamba mtoni kuna mwili umepita dala, maeneo ya daraja la Misunkumilo kwa umeshuka maeneo machinjioni, kwa tukao tumeenda kuangalia, labda uenda tunaweza tukao tunamtambua hati nzuri. Tumefika eneo la tukio tumekuta zimamoto, mwenyekiti wa mtaa, viongozi wote wa serikali ya mtaa wazimamoto wamefanya uokozi wa kumtoa mwili wa marehemu kwenye maji ila mwili hujatambulika ni wa nani, umeharibika sana. Kwa majina naitwa mkaguzi msaidizi wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Katavi. E, leo tarehe 27 mwezi wa tano tumepokea taarifa ya mtu kuwa anaelea e, kwenye mto wa Misunkumilo ambao uko wilaya ya Mpanda hapa Katavi. Tumefanikiwa kumwopoa kutoka kwenye maji, lakini mwili wake unaonekana, sio kwamba hili ni tukio la leo ama jana, ni kwamba hili tukio lina siku, kwamba limetokea kwa sababu mwili wenyewe ulikuwa umeshaanza kuharibika. E, na kwa uchunguzi wa awali, wakati na namwopoa wa kutoka kwenye maji, tumegundua kwamba ana majeraha ya kwamba amegongwa na kitu kichwani sasa inawezekana aidha aliumia kabla ya kuwa ametumbukia mtoni, lakini mwili tumewapoa, tumewakabidhi wenzetu wa Jeshi la, la Polisi Wilaya ya Mpanda wanaendelea na taratibu zao za kiuchunguzi. Sisi Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Mkoa wa Katavi tunawaasa wananchi, pindi wanapoona tukio lolote iwe ni la moto la ajali barabarani, ajali ya mtu kutumbukia kisimani au ajali ya kufukiwa na vifusi kwenye migodi ya wachimbaji wadogo wadogo, watoe taarifa haraka jeshi la zimamoto na waokoaji ili tuweze kufika na kuweza kufanya kama ni maokozi ama kuzima moto na kuokoa mali, kwa sababu kuna inaonekana kuna kama tabia, inatokea tukio badala ya watu